Nimefanya ziara kwa namna moja ama nyingine katika ofisi yetu ya TANESCO ya mkoa wa Tanga na kwa bahati njema nimekutana na regional manager manager wa mkoa wa TANESCO ambaye tuko naye katika shughuli zetu za utendaji kila siku Mr Beatus Rugeshora ambaye yuko hapa ndo regional manager wa mkoa wa Tanga. Lengo la ziara hii ni kuja kuulizia miradi mbalimbali mbali ya umeme ndani ya jimbo letu la Tanga mjini hali kadhalika kuja kuulizia vile vile maendeleo ya upatikanaji wa umeme kupitia miradi mbalimbali mbali ya umeme ambayo ipo ya kitaifa na vipi itainufaisha jimbo la Tanga mjini. Kuna mengi tumeyazungumza, tutayaelezea baadaye katika wakati unaokuja ambayo ni neema kubwa sana ya nishati salama hususan ni ya masuala ya umeme katika matumizi mbalimbali mbali. lakini kubwa zaidi ambalo lipo kwa sasa hivi ni swala la smart meter. TANESCO inafanya maboresho na mabadiliko kutoka kwenye mita za kawaida tulizozizoea, hizi za luku, ambapo ukinunua luku unachukua zile tokeni, unatafuta mita yako ilipo unabonyeza namba zile ili umeme uwake. Saa nyingine kidude labda hakina betri, inabidi utafute betri uweke ili ubonyeze umeme uingie. Au wakati mwingine sehemu ya betri imeharibika, inabidi utafute waya wa umeme uweze kuchomeka. Na wakati mwingine kwako umeme umekatika, inabidi uende kwenye nyumba ya jirani uchomeke ili umeme uweze kufanyaje uweze ku, kuwaka. Hizo zote zilikuwa ni changamoto katika mita ambazo tuko nazo. Sasa kutokana na hayo yote walioyaona na miabaini kuna jambo kubwa sana ametuletea watu wa Tanga mjini ambao tunaita ni smart meter. Sasa hivi ukinunua tokeni zako kupitia mfumo yako ya kifedha simu za mkononi au mifumo ya kifedha nje hata za kibenki kununua umeme. Ukinunua tu umeme umemaliza pale. Moja kwa moja unawaka. Yale mambo sasa ya kutafuta ngazi kupanda juu kwenye mita kwenda kuweka umeme au kusogea kutafuta mita yako kwa ajili ya kuweka umeme kwa kweli anaenda kuondoka. Hili ni jambo kubwa sana la maendeleo na mimi nimelipokea vizuri. Ni moja katika mabadiliko ambayo yapo na yanaendelea mtaani. Changamoto katika mabadiliko haya nimeziripoti na zinafanywa kazi. Kwa hiyo nikasema katika mengi waliokuwa nayo mazuri eh, wana mambo mengi mazuri sana TANESCO ndani ya jimbo letu la Tanga mjini. Kwa hiyo kwa leo nikasema hili la top up, auto top up smart meter Hili ni jambo moja zuri sana katika mabere, maboresho ya matumizi ya mita pamoja na nishati ya umeme. Kwa hiyo ni wasi wa Tanga muendelee kuapo ushirikiano katika maeneo mbalimbali mbali ambapo mita hizi zinafungwa za kisasa na changamoto mbalimbali mbali ambazo zimekuwa zikiripotiwa katika ofisi yangu nimeziwasilisha hapa na nyingi zimefanywa kazi na nyingine zinaendelea kushughulikiwa. Kwa, kwa kikubwa zaidi tuwape ushirikiano TANESCO tunakwenda vizuri. Na changamoto nyingine pia nimewaeleza kuhusiana na kule ambapo nguzo hazijafika, kuhusiana na mradi wa REA ndani ya jimbo la Tanga na unavyotakiwa uende na maeneo gani ya kuyaangalia. Kwa kuna mambo mengi tumezungumza, lakini kwa muktasari, haya niliyoyaeleza ni yale muhimu ambayo sasa hivi yapo katika main track kubwa jingine zaidi tulizungumza kwenye ilani kwamba kituo chetu cha Majani Mapana kinaenda kuongezewa uwezo kwa kufungiwa transfoma nyingine kubwa kabisa itakayoweza kuchakata pale na kusambaza umeme kwa ukubwa zaidi. Nalo hilo pia liko njiani katika jambo kama hilo, kwa baadaye litaenda kufanywa kazi na maboresho makubwa ya eneo hilo, hususan katika kuchakata na kusambaza umeme. Kwa hiyo haya ni mambo mazuri yanakuja kwa upande wa TANESCO kukabiliana na kuongeza nishati ya umeme ipatikane vizuri ndani ya jimbo zima la Tanga na mkoa mzima wa Tanga. Kwa mimi nashukuru sana kwa kunisikiliza, ndugu watu wa Tanga, naendelea kuwatumikia kwa, kwa sababu mmenipa kura zenu na mmenichagua ili niwatumikie. Kwa hiyo nipo naendelea kuwatumikia, nitumeni, nitawatumikia. Leo katika utumishi wangu nilikuwa katika ofisi ya mkoa ya TANESCO na nimepokelewa vizuri na nimepata ushirikiano mkubwa. Kwa hiyo tuamini mambo ya nishati yatakwenda vizuri. Shuk. E, mimi ni meneja wa TANESCO mkoa wa Tanga, naitwa Beatus Rugeshora. Leo TANESCO Tanga tumebahatika, e, kutembelewa na mheshimiwa mbunge wetu wa, wa Tanga mjini, Mheshimiwa Kassimu Makbeli ambaye amekuja kututembelea hapa Eh, tumeongea mambo mengi ya kikazi na mambo ambayo na ambayo yataleta chachu na maendeleo ndani ya mkoa wetu kuhusu masuala ya ya umeme na nishati. Uh, tumeongelea eh, miundombinu yetu, tumempa mipango yetu eh, tunaoifanya kwa sasa kama hapo alishaongelea awali Tuna zoezi la smart meters tunalifanya, pamoja na kuna maboresho ya miundombinu ambayo yanaendelea kwenye miundombinu yetu ambayo ipo ndani ya mkoa wa Tanga. E, tunashukuru ametu ametushauri, kuna mambo ambayo tunatakiwa kuyafanyia maboresho. Tuna mambo, kuna maeneo ambayo tunatakiwa kuya, kuya, kuya, kuyapelekea umeme hususan Kilale, Marungu, Tongani, Pongwe, Kiomoni, Mabukweni, Chongoleani na Mzizima. E, tumepokea tumepokea hayo maelekezo na tutayafanyia kazi sana na vile vile ameshauri e, tuendane na ukuaji wa kasi wa wa wa, wa, wa mkoa wetu wa Tanga hususan maeneo ya, ya Maweni nayo tutajiwekeza sana huko. Kwenye miundombinu kwa maana ya kuwapelekea wateja umeme pamoja na kufanya maboresho na vile vile hususani kwenye, kwenye maeneo ya Kange Mkurumuzi tutaenda kufanya maboresho makubwa ili kupunguza ukatikaji wa umeme. Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu MP Online TV.